Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii. Ni siku nyingine tena, mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia TMDA na kuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji, vipindi vijulikanavyo kama TMDA na jamii, kwa lengo la kukujuza, kukuhabarisha, lakini pia hata kukukumbusha masuala kadhaa ambayo yanatekelezwa na mamlaka hii kwa kwa lengo la kulinda afya yako. Kumbuka TMDA ni mamlaka ambayo iko chini ya wizara ya afya, ikiwa na jukumu la kudhibiti ubora usalama pamoja na ufanisi wa bidhaa za dawa vifaa tiba na vitendanishi kwa lengo la kulinda afya yako. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Simwanza, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Nasema karibu afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi chetu, katika studio huwa tunakuwa tuna mada au tunakuwa tuna jambo letu ambalo tunakuletea ili kwa pamoja nawe uweze kushiriki katika masuala mazima ya udhibiti. Kwa siku ya leo, tutakuwa tunaangazia maabara ya dawa, tunaongelea maabara ambayo inafanya kazi ya uchunguzi mbalimbali mbali katika kuhakikisha uh, usalama lakini pia ubora na ufanisi wa hizo bidhaa za dawa. Tutakuwa na mtaalamu wetu Bwana Moses Nandonde atatuelezea kwa kina namna gani maabara ya dawa ndani ya TMDA ndani ya taasisi ya udhibiti imejipanga katika kuhakikisha ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa za dawa unafikiwa siku zote katika kufanya maamuzi ya kiudhibiti. Ungana nami tumsikilize mtaalamu wetu Bwana Moses Nandonde. Afya bora kwanza na TMDA. Kwa majina naitwa Moses Nandonde, kaimu meneja wa maabara ya uchunguzi wa dawa kikemikali. Nawakaribisha katika maabara hii ya uchunguzi wa dawa na kemikali. Maabara hii ni kati ya zile maabara tatu zilizo katika maabara ya TMDA, uh, ambazo zile mbili ni maabara ya microbiologia, maabara ya medical device na hii ya tatu ni maabara ya uchunguzi wa dawa kikemikali. Dawa tunazozichunguza hapa zimegawanyika katika makundi mawili, kuna zile dawa zinazotumika kwa zinazotumika na binadamu na zile zinazotumika kwa wanyama, na dawa hizo pia zipo katika makundi mbalimbali mbali. kuna vidonge, kuna capsules, kuna dawa za sindano za majimaji, dawa za sindano za unga, pia kuna maji dawa, wengine wanaita infusion. Pia kuna dawa za syrup ambazo zinatumika kwa watoto ama zile zinazotumika kutibu kifua ama kikohozi. Katika mgawanyiko huo wa vidonge, capsules, dawa maji, dawa na sindano, tunafanya uchunguzi kujua kama ina viambato hai ama active ingredient ambayo itakwenda kumsaidia kutibu tatizo la yule mgonjwa, kukichukulia kwamba sisi tunadhibiti dawa vifaa tiba katika utendaji wetu wa kila siku. Katika upimaji huo wa dawa tuna mashine mbalimbali mbali na ujue kwamba dawa hizo pia zimegawanyika katika magonjwa tofauti tofauti. Kuna dawa ambazo zinatibu malaria, kuna dawa ambazo zinafubaza makali ya UKIMWI, kuna dawa ambazo zinatibu kifua kikuu, kuna dawa ambazo zinatibu kisukari, kuna dawa ambazo zinashusha presha na kuna dawa ambazo, kama nilivyosema, maji dawa ambazo zinatumika kwa mgonjwa kama kuongeza sukari ama kumsaidia kufanya mwili urudi tena katika kazi yake ya awali. Katika uchunguzi huo wa dawa na magonjwa ya magonjwa hayo niliyoyataja, kuna vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika, na ujue kwamba maabara hii inatambulika na WHO ambayo ni pre-qualified. Kwa hiyo katika uchunguzi wa dawa hizo na majibu yake hayana shaka yoyote, kwa sababu WHO wanaitambua maabara hii kimataifa. Na katika uchunguzi wetu ama kufanya kazi wetu wa kila siku, kuna mashine mbalimbali ambazo zinatumika, mfano HPLC hii hapa mnayoiona, ambayo sasa hivi ipo katika utendaji kazi tunachunguza dawa ya capsules, aina ya Ampiclox ili kuhakikisha ubora wa dawa hii, hii upo kimataifa na pia kuhakikisha kwamba watumiaji wa dawa hii basi wanapata ile dawa ambayo inastahili. Umuhimu wa mashine hii, hii ni mashine bora kabisa kimataifa kwa sababu ina uwezo wa kuonyesha aina ama kiwango cha kiambato kilicho kwenye dawa husika ambacho, kama nilivyosema, kwa mfano kuna cloxacillin. Kutokana kwamba tunatumia standardi za kimataifa, tunatumia British Pharmacopeia, tunatumia United States Pharmacopeia, tunatumia International Pharmacopeia. Hapa kwa sasa ambapo nimesema tunatumia, tunapima dawa ya Ampiclox kwa kutumia British Pharmacopeia ambayo viwango vyake inaanzia kutoka kiambato cha cloxacillin kiwe pasenti tisini mpaka mia na ishirini. Kwa hiyo ukishaweka hapa ile dawa na kufanya mchakato mzima, mwisho wa siku tunatoa majibu ama tunatoa certificate ambayo ama cheti ambayo inaonyesha kiwango cha dawa hiyo na kuweza uruhusu iweze kuendelea kutumika kwenye soko letu la Tanzania. Naendelea kuwakaribisha tena katika mashine zetu. Kama nilivyokusha sema kwamba tunafanya tuna uchunguzi wa dawa za aina mbalimbali, tumeshatoka kufanya kwenye kule, tunafanya assay ama kujua kiambato kilichopo kwenye dawa, na hapa hii mashine mnayoiona inatumika kufanya kipimo ama paramita ya dissolution. Dissolution maana yake kuweza kujua ama kupata ama kufahamu kile kiambato kilichopo kwenye ile dawa kinaweza kudizovu ama kuyeyuka kwenye tumbo, sababu mgonjwa atakuwa amemeza vidonge ama capsules, akisha meza inakwenda kwenye tumbo kule inafanyika inameng'enywa, na ile dawa inakuwa inatolewa ama inakuwa released, kwa hiyo kuweza kujua ni kiambato kipo kiasi gani. Kwa hiyo tunatumia hii mashine ambayo inafanana kama vile kwenye tumbo la binadamu. Ukishafanya huo mchakato mzima, unaenda kuipeleka kwenye mashine ya kwanza niliyowaambia HPLC. Hii mashine ni ya kisasa sana kwa sababu ina uwezo wa kufanya kidonge kuingiza kwenye hii mashine na ikachuja, kama unavyoiona hapo, inachuja, inakupa kitu ambacho kiko sawa, unakwenda kuipima kwa hiyo una uhakika kabisa na majibu yatakayotoka hapo, hayana shaka yoyote. Umuhimu wa mashine hii kama nilivyokwisha sema kwamba kile kidonge kikisha meza, mteja akisha mgonjwa akisha meza kidonge ama capsules inakwenda kule tumboni. Sasa tumboni kule kuna mchakato unafanyika ili kile kidonge kiyeyuke. Sasa na sisi hapa tunafuata kama vile kinavyofanyika kwenye tumbo kuhakikisha kwamba hiki kidonge kinayeyuka kwa wakati na kinatoa dawa yake kwa wakati ili iweze kunyonywa ile dawa kwa wakati na iweze kufika kule ambako site of action ama sehemu ambako inatajika ikafanye kazi. Kama nilivyosema kwamba sasa hivi tunafanya hii ampiclox, na hapa tulikuwa tunafanya dissolution parameter kwa cloxacillin. Kwa hiyo ina maana kwamba kuweza kujua hii cloxacillin ipo kiasi gani na unavyofahamu kwamba hii ampiclox inatibu magonjwa mbalimbali, hasa ya kifua ama vidonda. Kwa hiyo ili iweze kupatikana dawa ya kutosha kiambato chenye u, u, ki, kiambato chenye cha kutosha na kuweza kumtibu yule mgonjwa kwa haraka ili aweze kurudi katika kazi zake za kila siku, asante. Mashine hii i, ni UV vis, ni, ni spectrophotometer haina tofauti sana na HPLC lakini zinatofautiana kidogo katika matumizi yake, kama nilivyokwishasema, kwamba hii hapa mchakato wake wa kuchakata ili kuweza kupata ile kujua ni kiasi gani cha dawa kipo ni kidogo, ni, ni rahisi kidogo, kwa sababu unatumia tu uh, unapima dawa kidogo unachanganya na Diluent unaiweka kwenye hii mashine alafu inasoma kwenye kompyuta yetu, una print na unaweza kupata, unafanya hesabu yako ili kuweza kupata majibu. Na mashine hii ni rahisi kwa misingi ya kwamba haihitaji mchakato mrefu wala haihitaji mobile phase nyingi. Kwa hiyo umuhimu wa mashine hii kwamba inahitaji uh, kemikali kidogo na muda ni mfupi, tukichukulia kwamba tunahitaji tutumie muda mfupi kutoa majibu ili wale wanaofanya maamuzi waweze kufanya maamuzi kwa haraka na ya sahihi zaidi, kwa hiyo mashine hii ni mashine ni ya kisasa zaidi na ni mashine kubwa kabisa katika ukanda wetu huu wa East Africa. Kwa hiyo ni mashine ya kisasa sana. Kwa hiyo maabara hii kimsingi, mashine zake nyingi sana ni za kisasa. Hapa mnayoiona sasa hivi ni FTIR, Fourier Transform Infrared. Katika viambato vya dawa kwa mfano paracetamol ama nilivyokwisha sema ampicillin ama cloxacillin, hizi dawa zina tunasema fingerprint zina fingerprint tofauti tofauti. Sasa ili kujua dawa iliyopo kwenye, kwenye, da, kwenye kidonge ama kwenye capsules ni aina gani, iziti ni kweli paracetamol au ampiclox ama ampicillin, kwa hiyo tunatumia mashine hii kuweza kupima kujua kwamba kiambato hicho kama ni paracetamol kweli paracetamol, kama ni, pa, ni aspirin kweli ni aspirin, kwa sababu ina fi, ina, ina, ina, sura tof, ina structure tofauti tofauti, kama ilivyokuwa kwenye vidole vya binadamu. Binadamu tupo wengi, lakini kila binadamu ana fingerprint yake. Kwa hiyo kemikali hizi kisayansi, kila kemikali ina fingerprint tofauti na kemikali nyingine. Kwa hiyo hii mashine inatusaidia kupata majibu ya haraka, na kama nilivyosema mwanzo, kwa wa, wa to, ili tukishatoa majibu yetu, ili maamuzi yafanyike kwa haraka, ili wa, tukijua kwamba hiyo tuliyoisema kweli ni Croxacillin ama ni Ampicillin ipo katika formulation ya hiyo dawa husika. Tena tuna HPLC nyingi katika maabara yetu kama mnavyoona hapa, na hii ni, ni, ni, ni, ni HPLC inafanya kazi ya kupima kiambato na kujua aina gani ya kiambato kipo kwenye dawa. Na sasa hivi naendelea kama nilivyosema, tunaendelea kupima dawa ya aina ya Ampiclox, ambayo ina combination ya Cloxacillin na Ampicillin. Na kuna hii kama nilivyosema hapa, mnavyoona zipo mbili, moja bado inafanya kazi na nyingine ishamaliza kufanya kazi, kwa sababu hizi mashine ni automation, kwamba unafanya una, una seti vitu vyako, unaiacha inaendelea kufanya kazi wewe unakuja tu kutoa printing na kufanya hesabu. Kwa hiyo hii mashine, hizi zote mbili mnavyoziona hapa zinafanya kazi, ziliwashwa siku mbili zilizopita na tunategemea kazi hii itakwisha siku ya Alhamis kesho ama Ijumaa ili kuweza. Kwa hiyo unakuta kwamba umeshaweka, umeandaa dawa zako, umeandaa sampuli yako umeweka hapa. Hizi mashine ni automation, zinafanya kazi ili mradi tu kuwe na umeme wa kutosha na maabara hii yetu umeme sio tatizo, kwa sababu hata kama umeme ukikatika wa TANESCO, tunalo jenereta kubwa ambalo linarudisha umeme kwa haraka. Kwa hiyo swala la kusimama mashine hili linakuwa halipo, ili tuweze kutoa majibu kwa ajili ya maamuzi. Na pia mashine hii inafanya kazi kama nilivyosema, ile Fourier transform infrared, na yenyewe inapima dawa kwa kutumia TLC plate kwa hiyo tunaangalia kujua kama kiambato kilichopo kwenye hiyo dawa ni yenyewe. Je, ni cloxacillin ama ni ampicillin ama ni paracetamol? Kwa sababu kuna wafanyabiashara wengine wanapenda kuchanganya dawa, wanasema kwinini, kumbe sio kwinini, ili mradi tu wao waweze kumuumiza mgonjwa wao kujipatia kipato. Kwa hiyo mashine hii ni ya haraka, pia inapima upesi kujua kwamba aina hiyo ya dawa iliyopo humo kwenye kiambato hicho ni sahihi kuna mashine hii hapa ambayo mnaiona sasa hivi ni, ni disintegration mashine ambayo inapima ni jinsi gani kidonge ama kapsule inavunjika vunjika. Unajua kidonge kinatakiwa kiwe na sifa mbili kubwa: kiwe kigumu kama tofali kwa ajili ya kukisafirisha kutoka kilikotengenezwa mpaka mgonjwa atakapoenda kukitumia, na pia kiwe laini kama keki, kwamba mgonjwa atakapokipata kile kidonge akiweka tu mdomoni kiweze kuyeyuka na kiweze kiende kinyonywe kama nilivyokushaonyesha kule mashine yetu ya dissolution. Sasa hii inaonyesha kwamba kile kidonge kinavunjika vunjika kwa haraka mgonjwa akimeza, na dawa ikishafika tumboni, ili iweze kunyonywa na kuweza kufi, kufika kule ambako kuna inahitajika. Kwa hiyo hii dawa hii ni mashine hii inafanya kazi nzuri, ama inafananisha na jinsi kidonge kinavyovunjika vunjika wakati ukimeza. Kwa hiyo kama unameza dawa alafu una kidonge kwa mfano unakikuta kwenye mlimi tu hapa, kimeshaanza kuyeyuka, ndivyo ambavyo inatakiwa, kwa sababu kisayansi inatakiwa baada ya nusu saa hiyo dawa iweze kufika katika sehemu inayotakiwa na mgonjwa aanze kusikia nafuu. Na maabara hii ya uchunguzi wa dawa kikemikali, tunapokea dawa za aina mbili, kama nilivyosema, makundi mawili, zile zinazotumika na binadamu, kwa matumizi ya binadamu na kwa matumizi ya mifugo. Na kuna formulation mbalimbali mbali: vidonge, capsules, injection, majidawa na mambo, na formulation hizo sasa dawa hizo tunazipata kutoka kwa wadau tofauti tofauti. Kwanza zile ambazo zinapatikana ama zinaletwa kutoka katika idara ya uh, ukaguzi na post, post marketing surveillance, ukaguzi wa dawa enforcement ama ufuatiliaji wa dawa wao kama kuna dawa yoyote imeonekana ina shida kwenye soko, basi wao wakishapata hiyo taarifa wanaenda kwenye soko ama wanaenda kwenye kituo husika cha kutolea hizo dawa, wanachukua hizo sampuli wanatuletea sisi hapa kufanya uchunguzi na kuweza kufanyia maamuzi. Pia kuna ufuatiliaji sokoni, PMS, post marketing surveillance na hicho pia ni kitengo cha TMDA na ikishirikiana na uh, shirika la afya duniani WHO, huwa tunafanya ufuatiliaji wa dawa sokoni, kama nilivyokuisha sema. Hii kwa mfano hii ambayo sahivu, sasa hivi tunaichunguza sasa hivi hii Ampiclox ni matunda ya kazi ama ushirikiano tulionao sisi TMDA na shirika la afya duniani. Kwa hiyo wao waliona kama walitaka kufanya kujua soko letu la Tanzania, je, dawa hizi za Ampiclox ni bora kiasi gani? Kwa hiyo walienda wakazikusanya wakazituletea sisi, tunaendelea kuzichunguza katika paramita mbalimbali mbali. Tulipima paramita ya assay, tulipima sasa hivi tunaendelea na dissolution, pia tumepima kiwango cha maji kilichopo na uvunjikaji wa hiyo dawa. Kwa hiyo utaona kwamba hii maabara kama nilivyosema inajulikana kimataifa na WHO na wao WHO wanafanya kazi na sisi. Na pia kwa sasa hivi tena tumejipanga kuchukua dawa kwenye soko kutumia mpango wa PMS wa TMDA. Pia tunapata dawa kutoka MSD ambapo ni uh, Medical Store Department ni kampuni ya, ni, ni shirika la serikali ambalo ndio linalohusika na manunuzi ya dawa zinazotumika nchini. Kwa hiyo na wao wanatuletea sampuli, tunapima na tunato, tunawapa majibu ili kuhakikisha kwamba dawa wanazosambaza nchi nzima zina ubora unaotakiwa. Pia tunapata dawa kutoka kwa wateja wa nje kama vile viwanda kama vile Shelys, uh, kiwanda cha Zenufa, tunapata dawa kutoka kwao wakiwa kama kuna changamoto ama wanataka kufahamu ubora wa dawa zao, basi huwa wanatuletea sisi, tunapima. Ila kwa hawa wa Zenufa na Shelys na MSD kunakuwa na malipo kidogo tofauti na ile dawa, kama wakienda kuchukua watu wa inspection, ama aa watu wa marketing, wa marketing PMS ama watu wa pharmacovigilance kama kuna tatizo lolote limetokea mteja ama kituo chochote cha hospitali imetoa dawa ikatokea tatizo fulani, basi wao huwa wanakwenda huko kuchukua ile sampuli na kuipima. Kwa hiyo ile inapimwa kwa gharama za serikali ili kuhakikisha kwamba dawa zilizopo nchini zina ubora unaotakiwa kimataifa. Kufuatana na uchunguzi wa dawa, kufuatana na client service client charter yetu iliyopo, sisi hapa tunatumia siku ishirini tangia tumepokea ile dawa mpaka kutoa majibu ama cheti. Lakini siku ishirini hizo wakati mwingine zinakuwa zinapungua, wakati mwingine tunaweza kutumia siku tatu ama siku nne na, na majibu ya dawa yanakuwa yamepatikana. Na maanake ni nini? Tumesema siku ishirini kama nilivyokwisha sema. Kwa mfano maji dawa, unataka kupima kiparamita ya sterility. ile sterility inakwenda inachukua siku kumi na nne. Unaona kabisa pale siku zimeongezeka, ndio maana tumeweka siku ishirini ili kuweza kuiweka hata hiyo sterility iweze kuweka umo. Ama kuna parameta zingine zinakuwa kidogo zina ukakasi ama hakuna methodi, kwa hiyo tunajaribu kutafuta method ambazo sisi zitakuwa ziko approved. Kwa hiyo maana yake kwamba ile method tunazotumia sisi hapa ni za kimataifa, ama ziwe pia tumezifanyia verification. Kwa hiyo ndo maana tukasema kwamba tunahitaji siku ishirini kuanzia kupokea kwa ile dawa mpaka ile sampuli mpaka kutoa cheti na pia sisi hapa tunafanya research. Research za kwetu, research za uchungu, uh, majaribio ya kwetu sisi wenyewe hapa TMDA tunafanya, tunachukua sampuli na majibu tunatoa kwa ajili ya kufanya maamuzi. Pia tunapokea wanafunzi mbalimbali mbali kwa mfano miezi miwili iliyopita tulikuwa na mwanafunzi kutoka chuo cha MUHAS alikuwa anafanya uchunguzi wa dawa hapa ya clotrimazole pessaries. kwa hiyo bado tunawachukua wanafunzi wanakuja hapa tunawakubali wanafanya uchunguzi wao kwa hiyo si kwamba kupima tu hata vile masuala ya research tunaendelea nayo na tunaendelea kupima kama si mashine zetu za hapa basi kwa vile tuna maabara tatu zingine iko Mwanza na nyingine iko Dodoma. Kwa hiyo wakati mwingine sampuli tunapeleka huko kwa ajili ya vipimo. Kimsingi, sampuli yoyote labda tu iwe ile suspicious sample ama iwe sampuli ambayo mteja alitumia akapata maudhi fulani, hapo ile itachukuliwa ita kiwango hiko cha vidonge ama hiyo dawa iliyokuwepo. Lakini dawa inayotakiwa kuchukuliwa sampuli kwa mfano vidonge tunashauri na mwongozo upo zisipungue vidonge mia moja Kwa nini visipungue vidonge mia moja kule ndani tunafanya assay ni vidonge ishirini tunafanya dissolution vidonge sita Kwa hiyo utakuta ni vidonge ishirini na sita Sasa kama kuna testi zingine, utakuta kwamba mwisho wa siku unaweza kutumia vidonge kama sitini ama sabini lakini tunahitaji vile vile vidonge vibaki, ama sisi tunaita retention sample, kwa misingi ya kwamba kama kuna tatizo logoloti litatokea huko baadaye, tuweze kurudi tena na kuchukua ile sampuli yetu na kuweza kufanya uchunguzi tena, kujua kama tatizo ni lile lile ama tatizo ni nini. Lakini vikiwa vichache vikatumika vikaisha, sawa la ki, ki, ki, ki, ki, ki, utaratibu wetu hapa kidogo inaleta mashaka kwa sababu ile dawa inatakiwa ibaki hapa kwa muda mpaka pale mwaka mmoja baada ya kuexpire. Hapo ile dawa inakuwa tayari kwa kudispose ama kuiteketeza katika uhali wake, kwamba hiyo imeshakwisha haifai tena kwa matumizi ya binadamu. Lakini kwa zile ambazo ni suspicious sample ama zina mashaka fulani, zina ukakasi fulani, kwa kiasi hicho cho kidogo, bado tunaendelea kupokea ili kuhakikisha kwamba wa, wa, wa Tanzania wanapata dawa zilizo sahihi na zenye ubora. Section hii kama tulivyokisha sema kama mlivyokushaona ina umuhimu mkubwa sana. Ina umuhimu mkubwa kwa sababu gani? Kwa mfano, nikichukua maji dawa. Mteja yule amekuwa kwenye kwenye kuzimia ama hajielewi, akapelekwa hospitali. Haka, akawekwa ile drip na ile drip ikamletea matatizo. Kwa sababu tu imechukuliwa ilikotoka hatujui ubora wake, haijulikani imetengenezwa na nani. Kwa hiyo utakuta tatizo linakuja kuwa kubwa kwetu sisi wadhibiti, kwa nini ile dawa ipo sokoni. Kwa hiyo maabara hii inafanya kazi ikishirikiana na section zingine za TMDA kuhakikisha kwamba bidhaa za dawa zilizopo sokoni ni zile ambazo zimesajiliwa na zile ambazo zimethibitishwa na maabara hii kwamba ni bora. Kwa hiyo utakuta kwamba dawa kama ilivyo dawa ni muhimu kwa matumizi ya binadamu kwa sababu inatumika kip, kwa wakati ambao binadamu anahitaji sana. Na inahitajika atumie dawa nzuri aweze kupona kwa haraka, aweze kurudi katika ujenzi wa taifa. Kwa sababu tukiwa na taifa ambalo lina wagonjwa wengi, hata wenyewe mnafahamu kabisa hata utekelezaji wake. Kwa sababu ushafanya hizo kazi, ukiwa na afya njema utafanya kazi vizuri, na kila mtu atanemeka kutokana na ile kazi ambayo umeifanya, kwamba serikali na yeye itapata kodi kutokana na ile kazi ambayo unaifanya katika mwaka mzima. Lakini kama utakuwa umefunga kwa sababu ya ugonjwa, na muda mwingi umetumika kwenye ugonjwa, kwa hiyo utakuta kwamba kipato chote tulichopata kwa mwaka mzima kinatumika kwenye kutibu na kumbe dawa ile iliyotumika ilikuwa si, sio bora kwa sababu tu imeletwa ama imeingizwa bila kuthibitishwa na mamlaka husika yaani TMDA na bila kufanyiwa uchunguzi katika kitengo hiki cha uchunguzi wa dawa na kemikali. Kwa hiyo tunawaomba sana sana wananchi wahakikishe kwamba bidhaa hizi za dawa nazotumia ziwe na ubora na ziwe zimedhibitiwa na ziwe zimesajiliwa na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba Tanzania. Mtazamaji, hakuna lililo na mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Hivi ndivyo tunavyohitimisha kwa siku ya leo kipindi chetu cha TMDA na Jamii. Kumbuka katika studio tulikuwa tuna mtaalamu wetu Bwana Moses Nandonde, naye alikuwa anatueleza namna gani TMDA imejipanga katika kuhakikisha inachunguza ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa za dawa. Tuliangalia namna gani maabara ya dawa imejipanga katika kuhakikisha tunaposema dawa hii inafaa, dawa hii ni bora, dawa hii inatibu ugonjwa huu, nini mchango wa maabara ya dawa. Nakushukuru wewe ambaye umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ninapohitimisha TMDA na jamii, lakini ninakualika ukiwa na maoni, maswali au jambo lolote ambalo unataka kuwasiliana na TMDA kuhusiana na masuala mazima ya uelimishaji, usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info at tmda.go.tz au kutupigia simu ambayo mamlaka hii imeshailipia, nayo ni nambari 0800110084 mpaka muda na wakati mwingine kutoka TMDA na jamii. Naitwa Gaudensia Simwanza. Nakwambia kuambia kwa heri.